Ili uo kwanza kupata habari za michezo na burudani subscribe, comment, like pamoja na kushare katika peji yetu. Bwana e e, kiungo mshambuliaji wa timu ya Yanga Celestini ya kuwa e, kwa hivi sasa bwana e, inasemekana ashamaliza dili lake zidi ya JS Kabili Hawa e, ni vigogo bwana kutoka huko Algeria e, lakini bwana Celestini ya kuwa wakati anakuja e, katika timu ya Yanga e, alikuja na jina kubwa kutokana e, na kazi au na performance yake ambayo alikuwa anaionyesha. Aki na timu yake ya Asec Mimosa ya pale Ivory Coast. Celestin hakuwa akiwa Ivory Coast pale, pale na Asec Mimosa ni mchezaji ambaye alikuwa ni msumbufu, alikuwa ni mchezaji machachari na alikuwa ni mchezaji hatari, hivyo mabosi wa Yanga ilibidi waende kumtafuta na kunasa saini yake. E, bwana Celestin hakuwa baada ya kuwa, e, kuja Yanga e, performance yake ikaonekana ni ya kawaida E, na ndio maana mpaka hivi sasa bwana Yanga wamemweka sokoni, kiungo wao mshambuliaji Celestin Yakuwa, na kusajili wachezaji wengine ikiwemo e, wakina Alan Okelo amekuja kwa ajili ya kuongeza nguvu kutokana na Celestin Yakuwa e, pamoja na Mohamed Dumbia walionekana wamefeli kuingia katika mfumo wa Yanga, na ndio maana Yanga wakaenda sokoni kuleta watu wa kazi. Na Celestin Yakuwa hivi sasa anajiunga na timu ya JS Kabili e, au wanapenda kuita Jessica kwa kifupi, kutoka huko Algeria ni timu ambayo mara katika mashindano ya kimataifa, sio kwamba ndio mara yake ya kwanza hivi sasa inashiriki, wameshawahi kushiriki mara kaza wa kaza wakaza, na walishawahi kufanya vizuri katika katika hatua eh, za makundi eh, katika matua za makundi bwana bwana klabu bingwa barani Afrika JS Kabili, hivi sasa ipo katika kundi kundi moja na Yanga eh, kama bwana kundi la Yanga kama eh, la yupo JS Kabili, yupo Al Ahly, yupo pia na FAR Rabat, hivyo bwana, kama ameamia tu upande wa pili na kucheza tena na Yanga, unajua bwana, mechi ya mwisho ya makundi watakutana Yanga zidi JS Kabili hivyo Selestini Yakua anaweza tena akakutana na waajili wake wa zamani Yanga Afrika wakicheza mechi yao ya mwisho ya hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini Selestini Yakua bwana, wakati anakuja Tanzania, ni mchezaji ambaye alikuja akiwa na jina kubwa kutokana na mambo makubwa ambayo alikuwa ameshawahi kuyafanya hapo nyuma akiwa na timu yake e, ya zamani kabisa inaitwa Zorani, e, hapo Ivory Coast e, kabla ya kutumikia ASEC Mimosa. Lakini vilevile bwana Celestine akua ashawahi kufanya mambo mengi makubwa akiwa na timu yake ya taifa ya Chad. Huyu bwana ni raia kutoka Chad, ashawahi saidia e, timu yake ya Chad e, katika mashindano ya kufuzu kombe la dunia aliipigia bonge moja la goli zidi ya Ghana, hivyo e, alikuwa ni moja kati ya nyota ambao na matumaini naye kwamba anaweza kuisaidia timu yao kuitoa sehemu moja na kwenda sehemu nyingine, lakini eh, matumaini yao pamoja na matarajio yao yameenda tofauti kutokana na Celestini ya kuwa imeonyesha amewaangusha eh, mashabiki pamoja na viongozi ambao alikuwa na imani nao kubwa kwamba anaweza kuisaidia timu yao na kuivusha katika sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Eh, lakini alionekana tu uwanjani mchezaji ambaye anakimbia kimbia mno uwanjani, mchezaji ambaye ni winga ile ya kizamani ndo walikuwa wachezaji wanakimbia ambao Yanga hapo awali walikuwa nao na wakachana nao, ikiwemo Jesus Moroko pamoja na Tuisila Kisinda, walikuwa ni winga ambazo e, zinakimbia sana kwenye kibendera, sio winga ambazo za kisasa ambao zina uwezo wa kuingia ndani e, kama alivyo e, Pakome Zuzwa. E, lakini bwana Celestini akuwa kwa hivi sasa e, dili lake na JS Kabili limetiki kwa asilimia zote mia, na wana Yanga au mabosi wa Yanga washamaliza kila kitu juu ya bwana Celestini ya kuwa hivyo. Kinachosubiriwa hivi sasa eh, ni Celestini ya kuwa kuondoka kuelekea huko Algeria kwa ajili ya kwenda kupambania maisha yake na kwenda kutimiza ndoto zake eh, juu ya timu yake hiyo mpya ya eh, JS Kabylie. Japokuwa eh, sio rahisi bwana, kama unavyojua kwenda kucheza waarabuni, unahitaji moyo, kutokana na bwana wa Arabu Eh, kama kawaida na desturi zao wage rangi nyeusi hawazipi sana kipaumbele, hivyo wanaweza wakaenda kucheza kule warabuni, lakini wasipewe kipaumbele first priority akawa na pango wa waarabu. Hivyo inabidi aende akapambane aonyeshe kwamba huku Yanga eh, alifeli kutokana labda na mazingira au hakupewa muda wa kutosha kucheza katika timu ya Yanga, lakini inabidi akaonyeshe kwamba huko uharabuni yeye ni mchezaji mzuri, na ni mchezaji ambaye ana kubwa, eh. Lakini kuna wadau wa soka bwana eh, wamekuja na maneno yao, kila mmoja anaongea kwake juu ya Celestin Yakuwa, wengine ambao wanasema eh, kuna bwana mmoja hapa anasema eh, kwamba Celestin Yakuwa alikuwa anamfuatilia muda mrefu toka akiwa ASEC Mimosas. Ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye anapambana muda mwingi uwanjani, anaonyesha vitu vyake yani, ni mchezaji ambaye eh, anakuwa anaonyesha uwezo aliokuwa nao. Alikuwa ni mchezaji ambaye anapambana na ana skills kubwa sana lakini ameshangaa kwa nini Yanga amefeli. Na bwana mwingine hapa anasema kwamba Celestini e, ya kuwa ni mchezaji mzuri, lakini kuna baadhi labda ya changamoto amepitia e, kutokana labda na mazingira ya Tanzania na baadhi ya mambo mengine tu lakini Celestine ya kuwa wana yanga wasinge muacha. ni mchezaji ambaye alistahili apewe muda aendelee kuonyesha kitu ambacho e, aka miguu yake lakini haikuwa hivyo e, na kwa hivi sasa bwana adili lake limeshakamilika kwa asilimia zote mia lakini bwana alikamwe pia e, aligusia swala la Celestine ya kuwa akazungumza na kusema kwamba Mzuri ni mchezaji ambaye e, kwenye timu ya Yanga tunahitaji mchezaji kama e, Celestini kuwa. E, lakini kwa hivi sasa tunafanya mazungumzo na baadhi ya timu ambazo zimekuja zimeweka dili nono juu ya Celestini kuwa. Bwana unajua Yanga kwa hivi sasa ni timu ambayo inafanya biashara, ni timu ya biashara. Kutokana, e, walimuuza pia Stefano Aziziki kwenda Wydad, e, ambao msimu ulikuwa unaendelea lakini kana mpira bwana, ni biashara. Mpira bila pesa hauwezi kuuendesha, hivyo ukipatikana pesa watu lazima waichangamkie, na ndio maana Yanga wamechangamkia dili la Celestin Ekuo kwenda kujiunga na vigogo wa pale Algeria. Kama unavyojua bwana, Algeria eh, kuna timu nyingi kubwa, kuna USMA, kuna USM Alger, kuna Belouizdad, eh, lakini JS Kabili pia ni moja ya timu kubwa ambazo zinafanya vizuri eh, pale bwana Algeria, na ndio maana E, wamemtaka bwana fundi kutoka Yanga e, Celestine, ya kuwa huyu bwana ni mchezaji ambaye anajua sana mpira. Mpira upo mwingi sana katika miguu yake, lakini kuna baadhi ya changamoto ambazo amekutana nazo hapa Tanzania, na ndio maana ameonekana kama amefeli. Lakini huyu bwana e, akija kupata nafasi ile ya kucheza, akipewa muda wa kucheza mwingi uwanjani, watu wengi e, watafurahia kuona kipaji chake, kwa sababu ni mchezaji ambaye amebarikiwa kucheza mpira. Huyu bwana e, mpira upo mwingi sana katika miguu yake. Watu wengi hata uko kwao Chadi, e, wanamkubali huyu bwana na kumsifia kutokana na uwezo wake. Ukienda Chadi bwana, ukienda kumsema vibaya Celestine, kuwa ni kama umewashika sehemu ambazo hawastahili kushikwa, e, itakuwa ni ugomvi mkubwa juu ya fundi wao huyu wa soka e, wenyewe wanamuita e, ni fundi na nusu, yaani ni mtaalamu kwelikweli wa kucheza kabumbu huyu bwana e, akiwa huko kwa Chad, yani watu wengi wanamkubali, na vile vile huyu bwana ameshaonyesha uwezo mkubwa e, akiwa Ivory Coast. Huko hata Ivory Coast wengi e, wanakubali na wanaosudu juu ya uwezo wake. E, bwana mdau wa soka, mpenda michezo, mpenda burudani, unaonaje juu ya swala zima bwana Celestine e kuwa e, kuachwa na timu ya Yanga. Je, Yanga wamekurupuka au wako sahihi? Ni wakati sahihi e, kuachana na mchezaji wao bwana Celestine e kuwa hapo? E, shusha comment yako katika comment section andika swali lolote unahusiana na Celestine ya kuwa usisahau, so, kusubscribe pamoja na kushare.